E bana, leo rasmi uh, CCM wamezindua kampeni zao uh, kwa ajili ya uh, Oktoba 28 ambayo nitoka uchaguzi mkuu wa wa, wa, wa, wa wa Tanzania. So leo rasmi uh, CCM wamezindua kampeni zao na zimezinduliwa rasmi pale eh, Kawe jijini Dar es Salaam. Lakini nikukumbushe kwamba jana uh, Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa uh, yupo, yupo yupo Dodoma na alikutana na wakili Mwabukusi. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa Line Plus Media, basi utakuwa kupitwa na ile story ambayo niliwaletea jana kuhusiana na uh, kila kitu ambacho uh, Dr. Samia aliongea na eh, wakili Mwabukusi ambaye ni rais wa Tanganyika Law Society yani TLS. So leo kulikuwa na uzinduzi rasmi e, wa kampeni za CCM na ambapo kuna kulikuwa na wasanii wengi wameperform yani takriban A list ya wasanii wote wa Bongo eh, waliperform kwenye kwenye uzinduzi huo. Sasa uh, Diamond Snipe pia alikuwepo na Baba Levo naye alikuwepo, ingawa Baba Levo hakuenda kama msanii, alienda kama e, kama mgombea mwenza kwa sababu wagombea wote nadhani e, wagombea wote E, wa Chama cha Mapinduzi Tanzania nzima walikuwepo pale jijini Dar es Salaam Kawe. So kitu ambacho cha Ehe cha kushangaza kidogo ambacho nimekiona ni namna ni namna ambavyo e, Baba Levo alivyokutana na Diamond mara ya kwanza tangu ambapo eh, hakukutana naye. Tunajua kwamba Diamond alikuwa kwenye show, alikuwa Marekani kwenye tour zake, alienda kwenye media tour, lakini pia kuna ngoma ambayo ametoa na CR. So mambo alikuwa ni mengi sana, so hakuweza kuonana na Baba Levo tangu alivyotangazwa kuwa mgombea pekee wa CCM. So reaction ya Diamond imekuwa ya tofauti kidogo na Baba Levo ambayo e, baada ya kukutana, tazama hichi kipande cha video ambapo e, Baba Levo alivyokutana na Diamond na kumbeba, lakini pia maneno ambayo Diamond Platnumz amemwambia Baba Levo. Tazama hichi kipande cha video. Umemsikia Baba Levo hapo akiwa na amembeba Diamond Platnumz kwa fujo kulikweli kwa uh, sababu Babalevo inaonekana anamkubali sana Diamond Platnumz sana ukiachana na Da ana kumuita baba lakini e, yani, anamkubali ya kinoma noma, lakini pia Diamonds maneno ambayo amemwambia ni kwamba hongera sana mheshimiwa, lakini anamtakia kila laheri pia. Kuna video moja ambayo nimeiona Diamond Platnumz akimhakikishia Baba e, ki, Levo kwamba e, kwenye kampeni zake zote ambazo atazifanya kule, e, kule kule kule Kigoma, atakisha kama anamsupport kwa kumpa wasanii, lakini yeye mwenyewe pia ataenda kumsupport kwa kuperform kwenye Uh, kwenye kwenye kwenye kampeni zake ambazo atazifanya Kigoma so hayo ndo ambayo yamejiri leo ni ma-ni ni mengi kati ni machache kati ya mengi ambayo yamejiri wewe endelea kuwa nami nahakikishia kwamba nitakuletea zile stori zote ambazo zimetokea leo kwenye kampeni uzinduzi wa kampeni wa CCM Chama cha Mapinduzi Tanzania uh, pale jijini Dar es Salaam Kawe mimi na Tony bwana sina la zaidi nikutakia wakati mwema uh, bye bye